Tambua kwamba na wewe ipo siku yako ya kubebwa inakuja. Ezimga, tujalie mwisho mwema. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.